Mheshimiwa Waziri wetu wa TAMISEMI anaelekeza sisi wataalam na watumishi tulio ndani ya TAMISEMI tuhakikishe nidhamu ya makusanyo na matumizi, nidhamu ya makusanyo ya mapato, na na makusanyo ya mapato pamoja na tusi tuwe na nidhamu katika makusanyo ya mapato, lakini vivyo hivyo tuwe na nidhamu katika kuyatumia ma o iliwapatwa mapato ya ndani au ni fedha kutoka serikali. Usimamizi utekelezaji pamoja na kuhakikisha miradi hiyo inakamilika. Mheshimiwa waziri anasisitiza tusimamie miradi yetu, tusimamie utekelezaji wake na tusimamie ukamilifu wake. mbele kwa miradi tuliyotembelea, nimetoka nimeridhika kwamba wametekeleza a waziri wetu was anasisitiza sana, anasisitiza sana kila halmashauri hizi izijibu na kuzifanyia kazi moja za mkaguzi mkuu wa hisabu za serikali

nyingi za wizara zote ziaganikia kwee. Kwa tunafanya kwa kutumia mifumo ya wizara karibia zote tunatumia tasi. Ipo mifumo tunaoitumia kwenye mapato, kwa maana ya kukusanya, kama lio mfumo wa tausi. Tuitumie, tusikusanye fedha ya serikali bila kutumia mfumo. Vivyo hivyo tusitumie fedha ya serikali bila kuipitisha kwenye mfumo. Kwa sasa mfumo tunaotumia ni mfumo wa busi. Mifumo iko mingi, kwenye afya, kwenye elimu tuna mifumo maseheuahetan ni upelekaji wa fedha za ndani kwenye miradi yetu

fedha hizi zinanufaisha wenzetu wenye mahitaji maalum, walemavu. Ni kuyalinda maeneo yetu, maeneo ambayo yana ofisi zetu za taasisi, maeneo yote tunazosimamia sisi, taasisi ambayo we tumeweka ofisi zetu mbalimbali, tuyalinde, tuyapime, tuyapatie hati. Inawaelekeza wale wote

ngazi zote za TAMISEMI zilizopo, tusimamiane, tufanye kazi. Tuna watu wengi sana kwenye serikali hii ambao tungefanya watu wetu hakuna kero ingeruka ngazi. Sikiza tisa, tuwe na rutini, rutini inspection, rutini supervision, ziara kwenye maeneo yetu.